Um, kwa sasa Chuo cha, cha Taifa cha Usafirishaji kimepewa jukumu na serikali kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa huduma ya ushauri elekezi katika sekta ya usafirishaji. Na kama nilivyosema chuo hiki ni cha kisekta. Ndio maana kiko chini ya Wizara ya Uchukuzi. Na vyuo vingi vya kisekta viko chini ya Wizara Mama. Kwa hiyo tunapowekwa chini ya Wizara ya Uchukuzi, kazi yetu kubwa ni kuangalia serikali inafanya maendeleo gani katika sekta ya uchukuzi, ili chuo kiweze kuzalisha watumishi au wataalamu ambao watasaidia juhudi za serikali katika kuinua maswala mazima ya uchukuzi. Na kama chuo chochote kinachoendesha mafunzo, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kina ithibati au accreditation. Tunafanya mafunzo yetu yote kwa kupata ithibati kutoka at na pia kwa sababu ya upekee wa mafunzo haya, chuo hiki lazima kipate ithibati ya kimataifa. Mnajua kuna mafunzo mengine ambayo ni lazima upate ithibati ya kimataifa kama vile mafunzo ya usafiri wa anga, mafunzo ya usafiri wa majini. Kwa hiyo tunapoongea sasa hivi, pia tuna ithibati kutoka ICAO ambayo ni International, uh, Civil Aviation Organization, kupitia TCAA na pia tuna ithibati kutoka IASA ambayo inasimamia usafiri wa anga kwa mataifa ya Ulaya.